Sema kati ya vijana kumi na saba mmoja amepata uraibu yani addiction, ya madawa ya kulevya ambayo ni kitu kinachosikitisha sana, unanielewa eh? Kwa hiyo iko hivi, mwanzo kijana anaanza kujifunza kutumia madawa ya kulevya mtaani, ataanza kujifunza kwanza pombe na baadaye ataifurahia, anasikia lile wenge wenge, anasikia kama kausingizi fulani, anakapenda kale kausingizi na baadaye anakuwa anaifurahia ile pombe. Na mwingine anaanza kujifunza kuvuta sigara, anavuta sigara kutoka kwa wenzake na baadaye anaipenda ile sigara, na baadaye anahama kutoka kwenye sigara anakwenda kwenye bangi. Sawa eh? Akianza kuvuta zile bangi anapata kavaibu fulani kanampa raha, mnanielewa eh? wanaita steam. Sawa, na baadaye anaanza kujifunza dawa zingine za kulevya, anajifunza kuna dawa zinaitwa cocaine eh, sawa, wengine mnanielewa vizuri, sawa, eh, anajifunza kuna madawa yanaitwa heroin na mengine mengi sana, mengine wanachanganya, mnanielewa eh. Anajifunza na anafurahia sana akiwa yeye na wenzake, lakini madhara yake ni nini? Mi naongea na wapeni na, na, na ushuhuda na wapeni na experience kwa sababu nafanya kazi idara ya afya ya akili nawahudumia watu ambao nawaona wengine wanatusikitisha sana. Kijana mdogo kama nyinyi mlioko hapa, ukianza kujifunza kutumia madawa ya kulevya ukaanza kujifunza kuvuta sigara na kunywa pombe, manake ni kwamba unaharibu kabisa maisha yako, na baadaye nitawaambia madhara ya matumizi ya hivyo vitu baadaye. Mwili wako unazoea yale madawa, unazoea bangi, unazoea pombe, inafikia hatua unaingia kwenye kitu kinaitwa uraibu, yani addiction. manake ni kwamba unaingia kwenye hatua ambayo huwezi kuacha. Mnasikia madogo, mnanisikia vizuri eh? Unaingia kwenye hatua ambayo huwezi kuacha tena kutumia hayo mambo, hayo madawa huwezi kuacha kutumia. Ukishafikia hatua hiyo, unaanza kupambana kutafuta hayo mabangi, unaanza kupambana kutafuta pombe, unaanza kupambana kutafuta izo heroini. Mwisho wa siku huna fedha, fedha huna, hauna kazi, unafanya nini? Mwisho wa siku unaanza kuiba, mnanielewa eh? Kwanza unaanza kuuza vitu vya nyumbani, unauza viti, unauza, unaiba ndani, unaiba ndani, unauza ili uweze kupata hela ya kununua hivyo vitu. Na baadaye ndani vitu vinaisha, ama nyumbani unakufukuza, unaanza kuibia watu, unaanza kukaba, unamuibia mtu upate hela ununue pombe, ama ununue bangi, ama ununue hizo dawa za kulevya na mwisho wa siku watakuua, na nisikia eh, mwisho wa siku utauawa, na kama hautauawa mwisho wa siku utakufa mwenyewe. Madhara ya kutumia madawa ya kulevya, pombe, bangi na hizo heroin na vingine: moja, utakuja kuwa maskini wa kutupa. Mnaelewa maana maskini wa kutupa? Utakuja kuwa huna hata shilingi, unatembea kwa mguu kutoka mjini mpaka Usagara. Mnaelewa? unatembea kwa mguu mpaka kutoka hapa mpaka Igoma, na lifti watu hawakupi, unakuja kuwa maskini wa kutupa. Madhara ya pili ya matumizi ya haya madawa tunayo yasema utakuja kuambukizwa magonjwa mengine ya kuambukiza kama virusi vya UKIMWI, kwa sababu madawa mengine ya kulevya wanachoma kwenye mishipa ya damu, nanielewa eh? na kwa sababu hamna hela, mmeshakuwa kapuku, hauna kitu, mnaanza kushirikiana sindano moja, mnachoma watu hawa wawili si akili hamna kichwani, mnanielewa? Kwa hiyo mwisho wa siku mnaambukizana magonjwa mbalimbali ikiwemo virusi vya UKIMWI, homa ya ini na magonjwa mengine chungu nzima, mnanielewa? Eh, madhara ya tatu tunapoteza nguvu kazi. Manake ni kwamba tungetegemea kijana kama wewe ukikua utusaidie kufanya kazi. Nguvu hakuna, akili hakuna Miaka ya nyuma ilionekana kwamba watoto wengi walikuwa wanakosa stahiki zao, kulingana na mazingira yalivyokuwa sio rafiki kwao, kufika katika vituo vyetu vya polisi na kuweza kujieleza changamoto walizokabiliana nazo lakini kwa hivi sasa, kulingana na maboresho yaliyoweza kufanyika, basi watoto wengi wamekuwa wakijitokeza sana na kuja katika kituo chetu cha polisi, hususani katika ofisi yetu ya e, dawati la jinsia na watoto, na kutoa taarifa mbalimbali. Sasa, kwa nini dawati la jinsia na watoto limewekwa? Basi limewekwa kwa ajili ya kusaidia watoto kama nyie ambao mara nyingi sana mnakabiliwa na vitendo vya ukatili. Kwa sababu tunachokiamini sisi mojawapo ya watoto waliofanyiwa vitendo vya ukatili ni sababu iliyopelekea leo hii tukawakuta watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Na ndio maana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa katika jeshi la polisi mkoa wetu wa Mwanza zinaendeshwa operesheni mbali mbalimbali kuangalia namna gani ya kuwasaidia watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu. Hii ni pamoja na kusaidiana na maafisa ustawi wa jamii wa wilaya ya Nyamagana lakini pia na mashirika binafsi na ya serikali ili kuweza kuwasaidia watoto ambao wapo katika mazingira magumu na wanakabiliwa na vitendo vya ukatili. Tunafahamu kwamba ndani ya mazingira ambao mnaishi vipo vitendo ambavyo mnakabiliana navyo, hususani vitendo vya ukabi vya ukatili. Tunakutana na watoto waliofanyiwa ukatili wa kimwili, na mbaya zaidi ambao tunawafanyia ukatili huu wa kimwili ni sisi wazazi, ni sisi walezi. Tunajikuta tunawafanyia watoto ukatili wa kimwili, hasa wale ambao wanaishi katika mazingira magumu na ndio maana Mheshimiwa mkuu wa Mkoa, kwa kuliona hili, umeweza kuwafikiria kwa jicho la tatu watoto hao, at least waweze kupata faraja, hasa katika kipindi hichi cha mwezi mtukufu. Lakini tukisema watoto hawa tuteue kichumba kimoja katika ofisi hii ya jengo la mkuu wa mkoa, tutakutana na watoto wengi sana ambao miili yao ina majeraha mbalimbali lakini mbali na hapo, watoto wengi pia wa mwenye mazingira magumu wanakabiliwa na changamoto ya kukutana na ukatili, hususani ukatili wa kingono. Na ndio maana tunaendelea kusisitiza katika kutoa elimu, msiogope kutufikia, kwa sababu tunafahamu changamoto hizi mnakutana nazo wapo miongoni mwenu ambao watoto wanakinzana na sheria, aidha kwa kuwafanyia watoto wenzao vitendo vya ukatili wa kingono, kuwalawiti watoto wenzao. Mkoa wa Mwanza ni kati ya mikoa ambayo ni jiji kubwa na pia ni mkoa ambao una idadi kubwa ya watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani. Kwa tafiti tuliofanya mwaka 2021 watoto ambao wa tulibahatika kuwahesabu wa walikuwa ni watoto kama mia tisa, mia tisa na sita lakini kwa kushirikiana na wadau serikali idara ya ustawi wa jamii maendeleo ya jamii na mashirika ya soko ya kiserikali tulirudia tena kufanya hiyo tafiti na baadaye ikawa tumepunguza eh, idadi ya watoto wa mtaani kwa asilimia thelathini. Kwa sahizi takwimu tunaotembea nao tunatembea na idadi ya watoto mia sita na kitu katika mkoa wa Mwanza bado ni idadi kubwa na mkoa wetu wa Mwanza ni mkoa ambao watoto wengi wapo wanaotoka ndani ya jiji la Mwanza na wapo wanaotoka nje ya mkoa wa Mwanza. Wanaotoka nje ya mkoa wa Mwanza ni zaidi ya asilimia themanini na tano, wanatoka wilaya za karibu na mikoa mingine. Na kwa nini wanakuja Mwanza? Kwa sababu ni jiji kubwa kwa kanda ya Ziwa, lakini pia kunakuwa kuna, kuna fursa mbalimbali Watoto wa mtaani mheshimiwa mkuu wa mkoa, wamegawanyika kwenye makundi makubwa manne. Kundi la kwanza tunasema watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani, yani hawa wenzetu wanafanya shughuli zao mtaani na ikifika usiku wanalala mtaani, kwa Kiingereza tunawaita full time street children. la kundi la pili ni watoto ambao wao wanafanya kazi mtaani, lakini wanaenda kulala majumbani. Ni wanaumri wa shule, wanapaswa kuwa shule lakini kwa bahati mbaya wanajikuta wanazurura mitaani masokoni, na kufanya shughuli mbalimbali, hawaendi shule na jioni wanarudi kulala kwenye familia zao. Kundi la tatu ni la watoto wa mtaani ambao wanaomba pamoja na wazazi wao au walezi wao, unawakuta ni watoto wadogo, wapo na mama au na bibi, then ukikua barabarani wanakusindikiza, naomba mia tatu, naomba mia nne, naomba hela ya chakula wao pia ni walengwa ambao tuna tunafanya nao kazi, na kundi la mwisho ni watoto ambao ni vijana ambao wanaishi mtaani zaidi ya miaka kumi na saba, na bahati mbaya wengi wao wamejiingiza kwenye tabia hatarishi, madawa ya kulevya, uvutaji wa sigara, hata uhalifu, wizi na sa nyingine kutumia silaha. Hayo ni aina ya makundi ya watoto wa mtaani ambao tuko nao katika mkoa wa Mwanza na wanapatikana katika wilaya ya Ilemela na Nyamagana. Lakini pia kazi kubwa tunayofanya sisi kama Railway Children Africa ni kushirikiana na idara ya ustawi wa jamii kuwarejesha watoto hawa kwenye familia zao ndani ya mkoa wa Mwanza na nje ya mkoa wa Mwanza. Lakini pia kwa wale vijana ambao wamekuwa na umri zaidi ya miaka 17, 18, 19 mara nyingi, mheshimiwa mkuu wa mkoa, kurudi nyumbani sio kipaumbele chao na huwa wamekuja mtaani makusudi kabisa, wanakuja kutafuta kazi, wanakuja kutafuta maisha. Tumekuwa tukiunda vikundi vya vijana, tukiwapatia elimu ya stadi ya maisha, kuwaunganisha na vyo vya ufundi na kuwapatia elimu za biashara, ili mwisho wa siku waweze kujikwamua kimaisha, wabadilike tabia na waweze ku, kuwa vijana bora katika taifa la, taifa la kesho. Nia kubwa ilikuwa ni kuwasikiliza na kujua kutupa picha sisi ndani ya serikali ukubwa wa tatizo hili na namna gani tutalichukulia hatua. Kwa hiyo mimi ninawashukuruni sana wote na viongozi wa dini ninawashukuru, nafikiri mmeweza kuona picha kidogo. Kwa hiyo tutakaa ndani ya serikali na kuchukua hatua ambazo zinaweza kutusaidia kuondosha tatizo la watoto wa mitaani, lakini pia kuondosha tatizo la vijana walioathirika na madawa ya kulevya.